Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Tangazo la kuitwa kwenye usaili. Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Chuo cha Sukari cha Taifa NSI, MDA na LGA anapenda kuwataarifu walioomba kazi wote kuwa usaili unatarajiwa kuendeshwa kuanzia tarehe 24 mwezi wa 5 2025 hadi tarehe 30 mwezi wa 5 2025, hatimaye kuwapangia vituo vya kazi waombaji kazi watakaofaulu usaili huo. Wasailiwa wanaoitwa kwenye usaili wanapaswa kuzingatia maelekezo yafuatayo. Usaili utafanyika kuanzia tarehe kama ilivyoorodheshwa kwenye tangazo hili. Muda na sehemu ambapo usaili utafanyika umeainishwa kwenye kila kada. Kila msainiwa anatakiwa kufika kwenye eneo la usaili akiwa amevaa barakoa au maski. Kila msailiwa anapaswa kuwa na vitambulisho kwa ajili ya utambuzi. Vitambulisho vinavyokubalika ni pamoja na kitambulisho cha mkazi, kitambulisho cha mpiga kura, kitambulisho cha kazi, kitambulisho cha uraia, hati ya kusafiria, leseni ya udereva au barua ya utambulisho kutoka serikali ya mtaa. Wasailiwa wanatakiwa kufika na vyeti vyao halisi kuanzia cheti cha kuzaliwa kidato cha nne, cha sita, stashahada, stashahada, stashahada ya juu, stashahada na kuendelea, kutegemeana na sifa za result mwombaji. Wasailiwa watakaowasilisha testimonial, provision result, statement of result, hati za matokeo za kidato cha nne na sita, form five, form six result slip, havitakubaliwa na hawataruhusiwa kuendelea na usaili. Kila msailiwa atagaramika kwa chakula, usafiri na malezi. Wasailiwa wote walioitwa kwenye usaili wahakikishe wanaingia kwenye akaunti zao na kuna kile namba ya mtihani, kwa kuwa namba hizo hazitatolewa siku ya usaili. Wasailiwa ambao majina yao yanatofautiana katika nyaraka zao wanapaswa kuwasilisha hati hapo, jina, deed poll, na ya kiapo cha kubadili jina iliyosajiliwa na Wizara ya Ardhi ratiba ya usaili wa mchujo. Ratiba ya usaili wa vitendo. Kama ni mara yako ya kwa kwanza, usahau kusubscribe ku like na ku comment katika channel hii. Uh, pia unaweza ukajoin grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika sehemu ya description ya video hii. Asante na karibu.